Dada Zaudati karibu tena na hongera sana kwa kumaliza mkataba wako mm -hmm. We ni miongoni mwa wadada wapambanaji, maana ulipangiwa mkoa wa mbali Geita mm -hmm. E, ukaenda ukafanya kazi vizuri, hatujawahi kupata malalamiko uh -huh. Na leo umerudi hapa kusema umemaliza mkataba wako hongera sana. Majukumu ilikuwaje huko? kwa bosi majukumu alikuwa ya kawaida tu. Tupe mfano tujifunze kwako, kitu gani alisema bosi anataka ufanye na vipi? wageni wakija mm -hmm. kwa kwa karibishwe vizuri mm -hmm. mm -hmm. malezi wazuri kwa watoto mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Na vitu ambavyo alikuwa hataki kuhusu watoto wake, hataki kuhusu watoto wake. Mtoto atakikosea, anasema msubiri, mwenyewe uje kumlalamikia. Mwenyewe uje kumlalamikia, usimchape mtoto, usimwadhibu, si ndio? Na sisi kwenye mikataba yetu tumekataza kupiga watoto, eh. Tumekataza kupiga mtoto, mm, akikosea subiri mzazi wake uje umshtaki, umwambie, uje umshtaki umwambie akakwambia hataki. Eh -huh. Eh -huh. Eh, mtoto akikosea alikuwa anasubiri anakuja. mm -hmm. Namwambia wa na, na, mm. Mm. Okay. Wow. Na vipi watoto walikuwa na kuheshimu vizuri? Hey, sio wajeuri, mm. Mm. Okay. Nice. Sawa, kwa hiyo we ulivyokuja ulikuwa na malengo no. gani? Zang... ah, ulishajifunza kushona? E, nishajifunza kushona. Ah, kwa wakati unakuja hapa tayari ulikuwa na ujuzi wa kushona e, kwa hiyo ulikuwa unahitaji kianzio yaani kwenda jangizi. Mhm. Ofisi unaenda kufungulia wapi? Kule kule Mbagala nyumbani kwetu. Nyumbani, nyumbani Mbagala. Yeah. Mhm. Wanasemaga wadada Dar es Salaam wa vivu sana. Naambia hapana. Kila mkoa una wadada wachapakazi na wadada wa vivu, si ndio? Eh, yeah. Hey, wako wanaotoka mikoa, yaani hey, kuna mwingine tu. Mimi nataka wairinga, wairinga huko huko unaweza kukutana na bomu na unaweza kukutana na chapakazi. Lakini mkoa wa Dar es Salaam ndio kama waajiri wengi wanafikiri yaani wadada wa Dar es Salaam kama vile sio wafanyaji kazi. Tunawaambia hapana, ni malezi ya mtu na mtu hmm. Wewe umetuonyeshia kwamba kweli wadada wa Dar es Salaam wapo wachapa kazi, kwa sababu kwanza upangiwa mkoani, tena mkoa mbali kutoka Dar mpaka Geita hmm. Ni kipengele, lakini umeenda, umefanya kazi, hatujawahi kusikia malalamiko, tena bosi wako wamekuwa nakusifia sana. Kwa hiyo, dada Zaudati hongera kwa hilo Sake. Na umeweza kuwa balozi mzuri wa kituo chetu lakini pia na wadada wa wadada ambao wanatoka mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuna wadada wazuri, na kuna wadada ambao hawana malizi mazuri, wavivu, wanapenda maisha shortcut, iwapo umeona ya. Kwa hiyo sasa hivi unakwenda kuanzisha biashara ya kushona umeshanunua nini na nini au ndio unaenda? Kwanza nilinunua chereani ukiwa mm -hmm. Kazini ba... kazini ha? E, kazini mm hapa -hmm. Ila katikati itokea matatizo kwa ya familia kidogo, nikapunguza hela mm -hmm. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama ninge pata nafasi, ningerudia tena mkataba mwaka mmoja mm -hmm. E, ili niweze kukamisha malengo yangu. eh -eh. Kule ulienda kama level gani ya dada? Dada, sasa sasa hivi ukirudi, tunakupa traditional plus. Maana yake utakuwa unalipa mshahara wa laki na nusu badala ya laki moja, sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu umeonyesha sifa nzuri wewe. mm -hmm. Ume, mwenyewe umekuwa ni mchapakazi kwa bosi wako, umekaa kwa uaminifu kazini mm -hmm. Na bosi wako amekuripotia sifa nzuri kwa mm -hmm. Hiyo hiyo inatuonyesha kwamba wewe ni dada ambaye una uwezo wa kukaa katika familia za watu na kwa sababu sasa hivi tumesema wadada wanaomaliza mikataba yetu salama, bila purukushani mm -hmm. bila shida mm -hmm. wanapambana, wanavumilia vizuri kazini mm -hmm tutawaongeza tutawapromoti. Kwa hiyo wewe ni mfano wa wadada. Utakaporudi mm, utakwenda kwenye wadada ambao ni plasi traditional plasi, mshahara unakuwa sana laki na nusu. Karibu. Kwa hiyo uko tayari kwenda lini kazini? Jumatatu? Jumatatu jumatatu Jumatatu ya wiki ijayo, ijayo mm. Kwa hiyo unaenda kwanza nyumbani kusalimia, sawa eh, una... mm. So, basi haina shida Leo hapa watachukua taarifa zako vizuri, ndio, ili utakaporudi moja kwa moja unaingia kwenye traditional plus. Haya, hongera sana, haya karibu.